Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana asifiwe. Amen. Yesu, Yesu kama kama, Bwana asifiwe. Amen. Hii dunia ambayo tunaishi kuna mavazi mbali mbali. There are different clothes. Kuna mavazi kuna mavazi ya daktari. Daktari anavaanga mavazi marefu meupe, na ukimwona unatambua daktari kwa mavazi yake. Kuna mavazi ya askari, hata ukimwona na kirauni unajua huyu ni askari. Kijana yangu anaitwa Alex, siku moja ulikuwa tunatembea bali tulikuwa na askari amevaa sivilia na alikuwa amebeba bunduki. Ulikuwa tulikuwa tumekaa kwa hali kwa hoteli, akamuuliza, na wewe mbona huko na bunduki na una mavazi ya askari? Huyo askari alicheka sana, kwa sababu askari anatambulika kwa mavazi yake. Kuna mavazi ya kimila, mtu akipiga jiima Unajua, huyu mavazi yake huyu ni Mbukusu. Hata wasema watu wako na yao mavazi ya kimila, inatambulisha watu. Kuna mavazi ya hakimu, Judge anavaa na anavaa hiyo kofia yake, unajua huyu ni hakimu. Ndio nikwambia hii mavazi inaweza kupatia mtu mamlaka hii ifanye atambuliwe, lakini ni kwa muda tu, hazingiza hata hiyo mavazi inatolewa. Ndio niwaambia wapendwa ya kwamba nimewaiona hakimu ambaye alikuwa akikaa kwa meza, niliona kwa sinema moja, lakini alikuwa akifanya uhalifu, naye akakashikwa na katika kiti yake uwakimu akawekwa pingo, wakatoa mavazi na wakamvalisha mavazi ya ufunga. Mavazi ya dunia hii ni mavazi ya muda. Leo nataka kusema kuna mavazi ya muda na mavazi ya kudumu. Kuna mavazi mengine ambayo yanaitwa mavazi ya zamani designer oh. Mwaka wa 2003 kulikuwa na deputy vice president, huyo alikuwa anaitwa Michael wa mandwa kijana yeye, akafanya harusi na mama anayeitwa ivo nambia. Suti ambayo alikuwa amevaa ilikuwa ya shilingi elfu mia tatu themanini na tano suti 300000 Siku hiyo ikiweza nunua za zingine shamba eka moja na kitu. Mavazi ya dhamana, ingawa watu wana mavazi ya madaraka, mavazi ya dhamana. Lakini nakwambia hata ukinunua mavazi ya elfu mia tatu pale ikipata itasamea ama itakula. Mavazi ya dhamana, mavazi ya dunia hii, mavazi ya cheo inaweza kuraruka. Kitu kingine inaweza kupitwa na fasho. Nguo ambayo unalilia leo, ukiona baada ya miaka kumi, unasema na ilikuwa nafaa ya nini? imepitwa na fasho yani. kuna na mavazi ya Uganda na maswiti wanavaa kwanza, hii Krismas wanavaa unajua, hawa kweli ni maswiti wanavaa, yote kitege sawa ama mashati sawa wanaume ni wanakaaga mgumbo wanaaga mavazi ya kufanana, kila mtu anavaa vitu yake. Lakini leo nataka kusema, ni vizuri ni vizuri kuwa na mavazi ya kudumu. Leo nataka kuongea kuhusu mavazi ya kudumu. Somo letu la pili tulisomea vizuri sana, sitarudia kusoma. Tulisomea kutoka kwa kitabu cha Galatia tatu ishirini na tatu hadi ishirini na nane. Na kitabu hiki Paulo aliandika baada ya kuona Wakristo walijaribiwa kwa sababu ya mateso na kwa sababu ya watu waliowaambia warudi warudi kuwa Wayahudi na waache njia ya Kikristo. Yeye akawaandikia na hata baadaye akaongea kwa ukali, enyi wa Galatia, ni nani aliye waroga? Mumeanza kwa Kristo munamalizikia kwa mwili? Nataka niwaambia kwamba mavazi ya kudumu ndiyo ya maana. Leo nataka kuongea kuhusu mavazi ya kudumu. Siku moja ilienda kuhubiri kwa hiyo kanisa, ilikuwa kanisa ya watu ambao walikuwa matajiri, watu wa juu. Na mimi nikavaa mavazi yangu ya kawaida, hata siku hiyo sikuwa nimeoa, nilikuwa nakaa peke yangu. Nikavaa longi ya nyeusi na shati ya nyeusi, shati ya mchungaji ya nyeusi, inaitwa clerical shirt, sikuvaa koti, nikaenda vivyo kwa hiyo kanisa. Ndugu mmoja akatoa ushuhuda, akasema ya kwamba heni wahubiri wote wametuletea, huyu ndiyo astahili kuletwe hapa. ya mavazi yake ni ya kawaida. Hata siku moja nilikuwa nikihubiri pahali, nitawaambia baadaye, mavazi yake ni ya kawaida, afadhali wangelete muhubiri mwingine. Lakini licha nilikuwa na mavazi ya kawaida, nilikuwa nimevaa mavazi ya Yesu Kristo. <coughs> Lakini wakasema kwa sababu wamekuja, acha tumpatie nafasi ku baada ya kumaliza kuhubiri, wengine wakasema ni pole pole, tuliangalia mavazi ya nje, hatukuona mavazi mavazi ya Kristo. Na mmoja kati yao akasema leo kwa mara ya kwanza utakula kitale club. Akanipeleka kitale club. Hata waziri siku hiyo alikuwa anaitwa Movisa Kitui, alikuwa siku hiyo ukakula naye kumeza moja. Sio kwa sababu ya mavazi yangu, haya yalikuwa ya kawaida, lakini ukivaa mavazi ya kudumu, mavazi ya Yesu Kristo, wewe utainuliwa. Usiangalie sana mavazi ya kawaida, usiangalie sana mavazi ya thamana ya dunia hii, angalia zaidi mavazi ya kudumu ya Yesu Kristo Bwana. Asifiwe. Amen. Nilikuwa nahubiri kwa parushi moja inaitwa hituwa Kipsi Krok. Nilikuwa nalipa shilingi mia tatu kwa mwezi. Kwa hivyo singeweza kununua viatu vizuri. Lakini hata kama sikuwa na viatu vizuri, nilikuwa nahubiri Injili. Viatu ilikuwa inakaa kama samaki, yani imecheka. Lakini Injili haijacheka, Injili ni ya kweli. Kwa hivyo nilienda kuhubiri pahali pamoja moja, mdugu moja, akaniambia mchungaji, unahubiri Injili mzuri. Shida, ni viatu lakini, <laughs> haikunizuia. Mwishowe alinipa viatu vipya, niliongezea kwa viatu ici. Sijasema uvae vibaya, lakini kenye nimesema zaidi ya mavazi ya kawaida, piga pasi, osha, lakini vaa mavazi ya kudumu. Leo nataka kuongea kuhusu mavazi ya kudumu. Jambo la kwanza inavaliwa kwa imani ya Yesu Kristo, sio kwa sheria. Sheria wakati mwingine haileti baraka, sio kwa kimila, ni kwa imani kwa Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Aa, mavazi ya Yesu Kristo, mavazi ya Yesu Kristo, mavazi mpya, ukivaa inafunika dhambi. Kila mtu wakati mwingi iko changamoto enyewnasuua kila mtu wako na kinonda yake yeah. Wengine nikusem uongo, wengine akiona pesa popote anaweka vizuri nana wanau. Wengine wanajidanganya ati bibi wako kwanza akiwa mwizi uoe wa pili atakuwa afadhali, wakati mwingine wa pili ndio atakuwa mwizi. Saiti niliona jamaa moja bibi kwa sababu alikuwa mwizi, wacha wapili akuje sasa anusa benye pesa ameweka. Baada alikuwa anayanga pesa kwa duka, kwa sababu mama. Lakini zia ki mama alikuwa muizi ya alikuwa mchoyo, ni lazima ayubiru kwa nisa. <laughs> Unajua, <Unaiyo> ukiwa <hiyo> mchoyo <laughs> Mungu anajua, <anaiyo> mama anasema ndio niishi na hii jamaa. Ni kusanya yake kwa sababu apeani, usipopeana itachukuliwa wakati mkile <laughs> Isipochukuliwa kwa njia nyepesi, itachukuliwa kwa njia dhiki. Isipochukuliwa kwa njia nyepesi, inachukuliwa kwa njia ngumu na Mungu amewapa wamama rehema ndio wanaishi na wasee. Jambo la kwanza, hii mavazi ya Kristo inavaliwa kwa imani. Imani ina ya Yesu Kristo, ukifaa mavazi ya Yesu Kristo inafunika dhambi. Kuna wengine wanasumbuliwa na kinonda ya tamaa, wengine kinonda ya siri na wengine wanasumbuliwanga na kinonda ya wivu. Ni wasee au wamama? Wamama ndio wanasumbuliwanga na wivu na wazee wanasumbuliwa na tamaa, lakini Mungu atusaidie tujifike mavazi ya Yesu Kristo. Nilikuwa na mzee mshiriki wangu hapo 86 years anasema, padri bado mimi naendesha pota pota, yeye sijui alikuwa anapeleka wapi boda boda, lakini anasema hata nimeoa bibi smart kushinda kijana yangu alio akiwa 86 years kwanzia. <laughs> ni mzee ana nguvu, lakini tamaa ndio inasumbua hao watu lakini ukivikwa mavazi ya Yesu Kristo, anakufunika na tamaa. Bwana asifiwe. <laughs> naita uongo na chuki na ukabila. Wanasema kuana mchungaji akipeana meza ya Bwana wakati wa clashes, anaangalia sura yake, anaangalia ndoroge apanmangkine mimi sitampatia. Anaangalia ndugu yangu anaitwa anaikareniazema Aje mimi hey. Yeah. Ni waacha na. Akiangalia mwote anasema ah, mamia ni waje nimpatie meza ya Bwana. Na mwishowe hakupata baraka alikuwa bado na ukabila. Kiangalia huyu mama anasema hapana, mamia. Ingawa alitoka huko Kakamega lakini alikuja kuwasabu wote. Waje nimpatie kanyako oti waje nimpatie na yeye akabeba ukabila. Acha nikuambie, hakuna baraka. Wanasema siku ya clashes kulikuwa na jamaa moja aliona vijana wanakuja kumfahamia kwa Misho, mama na mtoto yeye yeah, akakimbia akapanda juu ya mti karibu, kwa waangalie mwenye anaongoza hiyo vita, ni mtu mshiriki wake wa kanisa. Kwa kwanza ena hey, mwenye alimwaga mafuta kwake ni mshiriki yeye. Ape nyambaza anasema ali kumbe, hajajivika Yesu Kristo, alikuwa na ukabila na wivu. Washa kiberiti ni Mkristo wake! Hata kuna wachungaji waliombea vijana kwenda kuchoma manyumba, hawajawahi pata baraka. Kwa nini? Hawakujivika mavazi ya Yesu Kristo kwa kumwamini, gee ye. yeah. nomba kwenye huko ukiwa kwa boma yako, penye unaenda jivike kwa imani mavazi ya Yesu

ukoo yako ankagavindosi giewnagavindos atemagekwese ati kimuoneza kidole anakupiga. Pengine ukoo yetu ni wa uongo. Sisi hatuwezi badilika, lakini wakati unavaa mavazi ya Yesu Kristo kwa ubatizo unavaa utu upya na badala ya uongo unasema kweli. watu wagani wanapenda uongo sana? ni wazee ama wamama wanauongo lakini, ukivika utu upya unasema ukwe ukweli wakati wote, na ukweli itakuweka huru. Ongea ukweli, hata ushuhuda, sema ukweli. Wakati msichana anaongea, watu wanatoa ushuhuda, msichana wetu alikuwa mzuri sana, lakini nyinyi mnajua alisumbua watu, lakini unapaka ushuhuda bluba. Lakini ukipaka bluba, baadaye italete shida. Mungu atusaidie, kwa ubatizo tuvikwe utu upya, dhambi ikufe na tuwe hai kwa Yesu Kristo. Amen, nataka nikuambie ukiwa na mtu mpya. Siku moja, kuna msichana mmoja alitembea kwa kanisa usiku, kwa kanisa, kwa college. Tulikuwa tunasoma college, tulikuwa na miaka kumi na nane. Akatembea akatereza, akaanguka mimi nikapiga stori, sikujua amekasirika. Nikasema, si unaona alitembea hivi, akatembea hivi, kumbe huyo msichana amekasirika. Sasa mimi naangalia huko, wacha ateremshe kofi, mimi naendelea kuongea. Pa, nikakumbuka wimbo Bwana Mungu na Mn. shanga Mn. kabisa, nikitazama nyota unaona ngunaona vimulimuli nikaona. Kwa utu wa zamani, mama akikupiga kofi, na stahili umpige, lakini kwa utu upya wanasema wakikupiga huku ugeuza, sikugeuza, lakini nilimsamee. Ninaomba Mungu atusaidie, tuvikiwe utu upya kwa kusamea utu upya kwa kujitolea. Unajua, mtu wa zamani ni unajiwekea. Leo ni siku ya kutoa shukurani, tutaombea kila familia, wale ambao wametoa kwa kwa wasimu kwa na ambao watatoa, tutaombea matoleo ya familia, lakini wakati mwingine kuna watu wanajifika kutoa. Nilikwambia juzi wa mama waliumia wane walipika chapati mia tatu yaani, Christmas Yaani mtu anapika chapati mia tatu, na unajua chapati mia tatu ukisema na shilingi kumi kumi, ni elfu tatu, lakini kwa kumtolea Mungu, tunajifika roho ya uchoyo. Ukipima kwa machapati sijaweka na mchele na na watu wa Western wanapenda nyama, wanakaanga mboka. Mboka. <laughs> yaani ameenda ya kukata mboka. Unaona, walipofungua msikiti Kiminini, nilikuwa mchungaji huko, walipatia watu nyama kilo moja moja, kilo mbili mbili, na matumbo nusu kilo, wakapata wafuasi kumi na tisa wa kanisa ya Waislamu msikiti kwa sababu ya mboka nyama yani. <laughs> <laughs> moyo wa wajara na moyo wa tamaa Mwingine anaweza tembea kilomita ishirini kwa sababu umesikia ng'ombe imekufa. <muchiline> <muchiline> ua na aende ajitibu na elfu tatu tamani. <muchiline> Mungu atusaidie, leo tujivike moyo <muchiline> wa kujitolea. Yapo matatu mavazi hii ya Kristo, tunajivika kwa umoja. Paulo anaandika na kusema, hakuna tena Myunani wa taifa hakuna mwanamke wala mwanaume, wote ni wamoja katika Kristo. Hakuna mtu wa kabila ile au kabila ile nyingine, ukivaa Kristo mnakuwa na umoja katika Kristo. Nini imetushikanisha hapa? Ni umoja katika Kristo, sio kuangalia kabila. Mimi nimeenda kuishi Baratu, naishi na watu wote na mimi nafurahia watu wote. Juzi watu wakikuja kututembelea kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa enii na shughuli zingine, niliona watu wote nikasema, tumekusanyika kwa Kristo. Kulikuwa na watu walitoka Pokoti, kulikuwa na watu walitoka Mt Elgon, kulikuwa na watu walitoka Saboti, kulikuwa na watu walitoka Koikoi, kulikuwa na kabila na jamii yote, kwa sababu sisi ni mmoja katika Usibague yeyote kwa sababu ya chenye ako naye. Haujui kesho atakuwa nani na Mungu uh, bado anaweza kukubariki hata miaka 80, anaweza kubadilisha mambo yako. Usiwahi angalia mtu ana nini. Angalia kupitia kwa imani ya Kristo. Usiwahi kuangalia yeye kabila yake ni gani. Usiwahi kuangalia mke. Wengine wanasema umu hasita, yaani mama. Hapana. Lakini bado wanahitaji wamama yeah. Sijaona hata mtu mwenye anasema hivyo anakaa peke yake, kwa sababu wote ni wamoja katika Kristo. Mungu atusaidie. Iko mzee mmoja alitoa ushuhuda akasema, mchungaji kwa kanisa moja nilisikia mchungaji, haujakuja kwangu kwa sababu sina sofa set <laughs> ni vizuri kuona watu wote kwa Kristo, sio sofa set. tembelea watu wote temeeaatuot penye mimi naenda ikifika tarehe mbili Nataka nijue kila mtu. Kwa sababu wote ni wamoja katika Kristo. Tunaanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu watu wote ni wetu katika Kristo. Hapana, angalia anatoka wapi, anafanya nini? Angalia wote ni wamoja katika Kristo. Nikimalizia, siku moja tulikuwa tukipeana chakula ABS ili ruhusu kupatiana chakula kwa watu ambao walikuwa wakimbizi wa 07 wa na, ndipo fika kwa mmoja, akatoa ushuhuda akasema, mchungaji, hiko watu wabaya sana, nikipata hata mmoja naweza kuwa. Nikamuuliza, ni watu wa gani? Akasema, unaona wa wa hii, wa hii, watu wanaitwa wayoko hii hii hii wasapoti. Hii ni watu mbaya sana wale, nichomea nyumba wakanikukuza. Nikipata mmoja naweza kuwa Nikamwambia hata mwenye anaongea na wewe ni msupport. Akasema hapana si wewe bali. <laughs> Namaanisha wale wengine, wale wengine wanaoona. Nikasema ingawa sisi ni wasupport lakini ni mmoja katika Kristo. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen. Sasa hivi umevaa mavazi ya hofu na kusumbuka. Vaa mavazi ya Kristo uwe na imani Mungu atakufungulia njia. Atakubariki. Atakupa makazi, atakupa watoto, atakupa jamii na atafanikisha watoto wako. Kama unahitaji, tuombe katika kuvaa mavazi mapya ya ndani ya Kristo, naomba usimame, ni kuweke pesa